Sina miungu mingine isipokuwa wewe. Wewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi, wewe Mungu utiayi uhai katika miti, ninayevuruga kila hila ya uyo mwivi wa kiroho ajaye usiku wa kiza akivaa sura ya familia. Ninateketeza iyo hila yake, huo uongo wake, kila madhabahu aitumiaye, kila sadaka aliyochinja, kila sadaka aliyotoa ili yapata umiliki wa familia. Ninamnyang'anya umiliki huo, iyo ni haki yangu ya kuzaliwa, imeandikwa kwangu, ni haki yangu. Ninamnyang'anya haki ya familia yangu nateketeza na hiyo sura, ninaangamiza sura. Imeandikwa kwa Mungu aliye hai, Mungu hawasikii wa wafu wa walioridhini, wala hawakumbuki. Hivyo unateketeza kila aina ya uovu unaokuja kwa sura ya familia yangu, huyo adui anayevaa sura ya familia, akinielekeza katika mitego, akinishusha katika milima, akinishusha kwenye mabonde, akinipeleka kwenye mashimo, akifunga kamba ndogondogo kwenye nywele zangu, ninavunja hiyo madhabahu. Nafungua njia zangu, natoka katika hiyo madhabahu yake, natoka kwenye sadaka zake alizozipata kwa njia ya mabaki ya nguo zangu. Ninateketeza hiyo mabaki ya nguo alipopata uhalali kupitia mabaki ya mwili wangu. Ninateketeza hiyo mabaki, hizo kucha hizo